Ndugu mgeni rasmi, ndugu Amos Gabriel Makala, katibu wa neki itikadi, uenezi na mafunzo CCM taifa, tuliyopo mbele yako ni vijana wa itifaki kutoka mkoa wa Morogoro, wilaya Mvomero. Tunaomba tukabidhi ua hili ikiwa ni ishara ya amani, umoja, upendo na mshikamano ndani ya chama na taifa kwa ujumla. Karibu karibu wilaya Mvomero.

na kamati ya siasa mwenyeji wetu mwenyekiti wa CCM wa wilaya, na kamati yake ya siasa, mkuu wa wilaya y mbunge, na viongozi wote niliowakuta hapa, jamani, niseme asanteni sana kwa <câmera> mapokezi mlikuwa Morogoro, wamenipokea vizuri toka tumekuja tarehe tano. Mapokezi makubwa katika stesheni yajua ka... Mvomero mmejipangae maa huku, sasa wote wanafikiria huku ndo, mimi nikipita kule nahamasisha mikutano mikubwa. Haya Mvomero hodimimi niko nyumbani niko tayari kuja kuongea nanyi.